Nambarabara kabisa, mtazamaji, nakuletea matangazo haya mubashara katika kaunti hii ya Mombasa, ambapo nimeweza kukita kambi katika bustani hili la Mama Ngina, ambapo sherehe za kuadhimisha miaka ishirini ya chama cha ja ODM kinaendelea papa hapa, na ikumbuke kwamba leo hii ni siku ya tatu tangu wale viongozi ambao wanaendesha chama hichi kufika katika kaunti ya Mombasa. Waliweza kufika Alhamisi na wale britreini uh, na walipofika katika kaunti ya Mombasa, kilichofuatia ni kuweza kuwaapisha uh, wale viongozi wapya na jambo ambalo liliweza kufanyika lilikuwa vizuri sana. Sasa leo hii itakuwa ni fursa kwa vijana, kina mama, wazee kufika na kuweza kuwaona wa, viongozi wao wapya, na nitakuwa nikiweza kufanya mahojiano pamoja na vijana ambao wako nami papa hapa, wanieleze kutokana na uongozi mpya wa chama cha ODM. Mama yako namna gani? Labda tupate mmoja hapa ambaye utaanza kwa jina lako, labda utueleze unaitwa nani na umetoka wapi? Naitwa Rajab Sulaiman, natokea Likoni Sabrina Haya. Uh, labda moja kwa moja kama kijana, umeona ule uongozi ambao ume uh, uongozi mpya ambao umeweza kuteuliwa uh, bradhake Raila Amolo Odinga, Bwana Oburu Odinga amechukua nafasi ya kakake kama kinara wa chama cha ODM, labda wewe unazungumzaje hili swala? Labda kusema kweli, labda tumpe nafasi kidogo pia ili tumwone, maanake ndio ndoyoanza kuhusiana na Raila eh. hey, tulimzika juzi, sio mbali juzi sasa acha tumpe time kidogo, tuone venye labda, eh, kikwako kama kijana, unaona chama cha ODM jinsi inavyoendelea inaangazia maslahi ya vijana hapa nchini, kuhusiana na chama cha ODM? Si wote wanaangalia vijana. Kuhusiana na vijana eh, wengi wao hutumika kama hapa, wengi wakuja kwa ajili, wameahidiwa kwa watalipwa lakini kama angekuwa sio pesa, wengi wasingekuwa hapa ama wengine wakuja na malengo ya kufanya vitu vyao. Ushaona hasa kulingana na hivyo unavyosema, vijana ni hakuna kazi hapa. Ah. Eh. Labda tukimalizia, hisia zako ni zipi kutokana na labda, je ungependa kuambia nini wale viongozi wapi ambao wamechaguliwa kwa sasa waangazie maslahi yapi ya vijana? Ah, eh, lazima waangazie maslahi mingi sana, kuna nafasi nyingi sana serikalini. Kama kuna kazi nyingi, kama mfano juzi jeshi kulitoka nafasi. Lakini hatukuona vijana waliochukuliwa. Walikuja wakahesabu na wakaenda, si na watu wao ambao walikuwa tayari wajijua. Hiyo sio haki. Vijana watazidi kushika vitu visivyofaa. Eh, lazima pia watu waangalie pia sisi. Maana sisi tuko chini, wakizidi kutufinya pia sisi tunazidi kufanya maovu. Sasa mpaka tuangalie. Asante. Haya, wacha tutapata mwingine labda ukaribie hapa. Mtazamaji, kama umeweza kusikiliza, ni kwamba vijana kama vile alivyosema vijana Mbasa, wa kaunti hii ya Mombasa, kuna wengi ambao wametumika kufika katika, katika sherehe hizi, lakini sieti wanapenda chama lakini wametumika. Ilo si langu, lakini ilo ni kutoka kwa mojawapo wa vijana katika kaunti ya Mombasa. Wacha tupate hisia nyingine kutoka kwa huyu kaka, labda uanze kwa jina lako. Wewe ni mkazi wa wapi? Mimi naitwa kwa majina naitwa Wickliff na Mwaya, mkazi wa Likoni yeah. Labda bwana Wickliff, hisia zako ni zipi kutokana na uongozi mpya wa chama cha ODM, ambapo uh, uh, yule kakake Raila Amolo Odinga Uburu Odinga amechukua nafasi yake e, na mtia moyo kama akiwa na ujaziri kama wa ndugu yake atafanya vile inavyohitajika e, akiwa na ujaziri kama ndugu, yeah. Yeah, unadhania chama cha ODM kinaangazia maslahi ya vijana hapa nchini. Eh, uh, I can say kina kina kinafanya 50%. Yeah. As by my option. Kama yeah. Labda hu uh, uongozi mpya ambao umeingia hivi sasa je, yeah, unalipi la kuweza kuambia? Sorry uongozi mpya ambao umeingia hivi sasa, baada ya kifo chake Raila Amolo Odinga, unalipi la kuweza kuambia? Zenye naweza kusema kama mwenye alikuwa ameshikilia chama cha ODM Raila Odinga, kama vile hayuko, tungekuwa na mmoja mwenye atajitokeza mwenye uchaziri aweze kushikilia ushukani wa mwenzetu. Raila Odinga, itakuwa ni yamanufaa sana. Haya, mtazamaji, hizo ni hisia kutoka kwa mojawapo ya kijana kutoka eneo la Likoni. Labda pia tutakuwa tukipata uhalisia kutoka kwa mama, labda ukaribie mama hapa, labda utuambie jina lako na wewe ni mkazi wa wapi? Jina langu mimi ninaitwa, jina langu naitwa Caroline Dimo mimi ni mkaaji wa wasimikishu kaunti. mm. Sasa umekuja leo katika kuadhimisha mwaka eh, wa elfu mbili kuadhimisha chama cha ODM kimeweza kufika miaka 20. Je, unaona uongozi wa chama hiki kikwaje? Je, iko dhabiti ama baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga mambo yamebadilika? uongozi bado uko chabiti lakini, kuna wawili watatu ambayo wanataka kutupoteza kama chama cha ODM, na sisi kama wa, wa life members wa chama cha ODM hatutakubaliana nao. Ni lazima tutakaa pamoja, tutoe hata mkomboaji wa president, kwa sababu sisi ni nyumba kubwa, ni nyumba ya national yenye, hatutamezwa na nyumba ndogo. Sasa baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga, je, mngependelea chama cha ODM kiweze kutoa mgombeaji wa urais wa mwaka 2027? ingekuwa ninaulizwa, ingekuwa ndio, kwa sababu hata wewe mwenyewe ukiangalia angalia vile hichi chama kiko, wewe ukiangalia ni chama cha kuangushwa, lakini kwa vile tutakaa, bado tunakutana kama wana ODM na lazima tutaafikiana kwa kutoa president candidate wa 2027. Na mwisho kabisa, unadhania kwamba chama cha ODM kinaangazia maslahi ya vijana hapa nchini? Ndio, kwa sababu kinaangazia hata sasa hii, ukiona tuko na young tax, ukiwaona wapo kwa wingi Jana kukiwa na mkutano wa wamama pia walikuwa kwa wingi, wakapewa cheti zao, na pia wanapenda vijana wanaanzia grassroots, that's why tuko na leadership ya vijana kuanzia mashinani wako. Haya nam mtazamaji, hizo ni baadhi ya isia kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Mombasa. Huyo ni mkazi kutoka Wasingishu e, e, ambaye amekuja papa hapa ili kuweza kuadhimisha miaka ishirini ya uongozi. Labda pia tupate kwa bwana huyu, labda ukianza kwa jina lako, waitwanani na umetoka kwa, uh, kwamajina ni aisa otulu an leo umekuja kuadhimisha miaka ishirini ya ODM tangu ianzishwe. Je, kama mkazi katika kaunti ya Mombasa ama mahali ulikotokea, unaona kwamba chama hiki kiko thabiti baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga? E, chama kiko sawa, lakini labda viongozi wenye wako ndio labda kunaweza kuwa na shida y upande wao. Chama kiko stable. yeah. na vilevile baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga uongozi mpya umeingia Eh, kakake Raila Amolo Odinga amechukua usukani, eh, bwana Uburu Odinga. Je, unadhania kwamba bwana Uburu Odinga anafaa kuwa katika kuania kiti cha uh, president mwaka 2027? Yeye yeah, yeah, ako sawa yeye, yeah, yeah, ako sawa. Unajua maradi kitu yenye labda tunapenda ni uongozi ulio bora, hatuangalii ni nani. Maana tukisema ni nani, hata mimi pia naweza jitokeza, bati mtu yeyote ambaye tunaona labda anaweza tuongoza vizuri atuelekeze vizuri ni sawa. Isiani zako ni zipi kutokana na, na uongozi mpya cha e, wa chama cha ODM? Kwa uongozi wa chama cha ODM, ODM ni chama ambacho kilikuwa, kilikuwa staple na akinaendelea kuwa na umaarufu hata especially hapa Mombasa. ODM iko sawa, so mwenye labda anaweza chukua kiti ama anaweza chukua nafasi ya uongozi naangalie chinzi anavyotuelekeza na chinzi anavyotuongoza y yeah. Haya, saasante saa, sana na mtazamaji, hizo ni baadhi ya hisia kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Mombasa. Ikumbuke kwamba watu wametoka maeneo tofauti tofauti ili kuja katika kaunti hii ya Mombasa ili kuweza kuadhimisha miaka ishirini ya uongozi tangu chama hiki cha, mahiki, cha ODM kuweza kubunia. Basi nitakuwa nikiweza kukupasha mengi kadri yale yanayoendelea kuibuka. Sina la ziada kutoka katika uga huu ama bustani huu wa mamangina. Jina langu ni David Lukoe.